Mama kanisa anafanya sherehe au sikukuu ya ubatizo wa Bwana. Wazo kuu katika sikukuu hii ni wewe ni vile Mungu anavyokutambua. Wewe ni vile Mungu anavyokutambua. Ubatizo ni utambulisho, ubatizo ni utambulisho. Ndugu zangu, ukweli ulio dhahiri, mara nyingi watu tunaweka alama sehemu mbalimbali, ni utambulisho ili mtu akutambue kama Mkristu. Kuna vitu ambavyo akikivikuta anasema huyu ni Mkristu, maana yake kuna kitu kinakutambua. Au ukienda makanisani, tusema hili ni kanisa, hii ni shule, hiki ni hiki, kwa sababu kuna vitu vinatambulisha Ukristu wetu. Ni utambulisho. Hapa unaweza ukaelewa kwamba Yesu alibatizwa ili kujitambulisha, ili kutambulishwa na sisi tunabatizwa ili tutambulikane kama Wakristo, tutambulikane kama wafuasi wa yesu Kristo, tutambulikane kama wana wapendwa katika ubatizo. Tunapata utambulisho mpya. Tunasema wakati wa ubatizo, ndugu zangu, mtoto huyu aliyezaliwa upya kwa ubatizo sasa. Tunasikiaga mtoto huyu aliyezaliwa upya kwa ubatizo sasa anaitwa nani? Sasa anaitwa mtoto wa Mungu. Tuombe sana neema ya kukumbuka thamani ya ubatizo wetu na kuishi tukitambua kuwa Mungu anatuangalia kama watoto wake, na akituangalia kipindi kile, akituangalia sasa na hata wakati ujao, aseme huyu padri, huyu mfanya biashara, huyu mama, huyu mtoto, huyu kijana, ni mwanangu mpendwa. Ukweli huu unaujua wewe na nafsi yako. Mungu akikuangalia anasema hayo. Kwa hiyo ubatizo ni utambulisho. Wazo la pili, wale wanaojiuliza kwa nini Yesu alibatizwa, wazo la pili, ubatizo ni ufanano. Ubatizo ni ufanano. Kwa ubatizo Yesu Kristu alivaa ubinadamu wetu na kutupa hadhi ya kufanana naye, alivaa ubinadamu ili mimi na wewe tuvae umungu wake yaani, tuchumulie utakatifu. Kwa ubatizo wetu tunamvaa Kristo na kuwa viumbe vipya kabisa, tunafanana na Yesu Kristo. Ndio maana tunasali, tunasema wakati wa ubatizo: umekuwa sasa kiumbe kipya na kumvaa Kristo, nguo hii nyeupe iwe ishara ya cheo chako. Wakati wa ubatizo tunasema hayo. Kwa hiyo mimi na wewe katika maisha yetu lazima tutambue tumebatizwa ili tumfanane Yesu Kristo. Je, Ye matendo yetu yanamfanana Yesu Kristo? tabia zetu zinaakisi Ukristo, mwenendo wetu unaakisi Ukristo. Lazima tutambue hilo, ndugu zangu. Wakati mwingine watu wengi wanakata tamaa kwa sababu ya matatizo, wanakata tamaa kwa sababu ya maneno, bila kuelewa wao wanamfanana huu Yesu Kristo vidole wanavyonyoshewa wao ni vile vile alivyonyoshewa Yesu Kristo. Ni kuombe leo utambue hilo. Wakikuona mjinga katika safari yako ya maisha, kumbuka kwamba unayemfanana anakuambia, na mimi anasema, na mimi. Kristo anasema, na mimi. walinona mjinga asome Injili ya Yohane ile sura ya saba aya ya kumi na tano. Wakikuona mwendawazimu kwa sababu ya imani yako kwa Kristo, Yesu Kristo anasema, na mimi na mimi unasoma katika Injili ya Yohane ile sura ya kumi aya ya ishirini Ana pepo huyu tena, ni mwenda wazimu, ya nini kumsikiliza? Inasema hivyo katika maandiko matakatifu. Nikueleze tena, wakikuona mchawi, Kristu anasema na mimi, kasome Injili ya Matayo ile sura ya tisa aya ya thalathini na nne Inasema ana pepo tena, anatoa pepo kwa nguvu za Belzebuli, mkuu wa pepo huyu Wakikuona mwovu Kristo unayemfanana, anasema na mimi. Kasomi Injili ya Yohane ile sura ya kumi na nane aya ya ishirini na tisa mpaka thelathini kama angali kuwa mwovu tusingalimeta kwako, mandiko anasema hivyo. Wakikuona nabii wa uongo, unasema uongo, unasema uongo, auaminiki. Lakini unajua unachosema ukweli. Kumbuka na Yesu Kristu anasema na mimi, waliniona si lolote si chochote, waliniona mzushi tu. Injili ya Luka ile sura ya ishirini na mbili aya ya sitini na nne walimfunga kitambaa, wakaanza kumpiga, kama kweli nabii, hebu bashiri. Ndugu zangu katika Kristo, ubatizo ni ufanano. Amini ninachokwambia, wewe sio vile wanadamu wanavyosema. Wanadamu wanavyokuona wakati mwingine wanasema au wanakuona hivi kwa sababu umefanana na Yesu Kristo. Kwa sababu niwaambia ukweli kabisa, mwanadamu hata acha kusema, mwanadamu hata acha kuongea lakini simama au fanana na Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Maadamu watasema tu. Mtu akiwa mkarimu, wanasema anajitangaza, asipokuwa mkarimu, wanasema na vidole vya gundi. Mtu akiwa mwema, wanasema anajionyesha, asipokuwa mwema, wanasema na roho ya korosho. Mtu akiwa mpole sana, wanasema mjinga, akiwa mkali, wanasema dikteta. Watu wanasema, wakati mwingine hata kwa watoto Mtoto akiwa mdogo na mzuri wanasema ni malaika. Akikua wanasema shetani huyu tena, hey, achana naye. Unashangaa ni wadamu wale wale. Ukimcha sana Mungu kasali, wanasema anajifanya mkatoliki sana kuliko papa. Ukiacha kusali, shetani amemweka mfukoni. Ukifanya kazi sana kwa bidii, anajipendekeza. Usipofanya, mvivu huyu na mzigo kwetu hapa, unaacha sana. Ukiwahi sana kazini, wanasema anatafuta cheo huyu Usipowai wanasema mlalavi huyu. Astahili hapa, ndugu zangu, mambo ya kawaida. Hata sisi mapadri, ukihubiri maubiri mafupi ajajiandaa huyo, ukihubiri sana marefu atunzi muda eh. Ukikaa parokiani wanasema atembelee waamini, ukitembelea, wanasema atulii huyu. Kwa hiyo wanadamu lazima waseme, wanadamu wanaangalia makosa wakati wote. Ubatizo wako kioo chako ni Yesu Kristo. Umebatizwa ufanane na Yesu Kristo, si kama watu wanavyosema, bali Mungu anakutambua namna gani? Mungu anakuona namna gani? Kwa ubatizo wako utafanya mema mengi, wao wataangalia doa moja tu. Hilo alikuondolei wewe, ufanano wako na Yesu Kristo, hilo doa moja aliondoi, kwamba wewe ni mwana mpendwa. Usije ukafikiria hivyo Wanadamu lazima waseme. Ndugu zangu, wewe jiulize sana, watu lazima waseme, wewe fanana na Yesu Kristo. Jiambie hivi, japo walimsema ye, yeye akuacha kutimiza mpango wa Mwenyezi Mungu, mpaka kifo chake msalabani. Kama huyu ambaye tunafanana naye, walimsema. Mimi na wewe, je, alifufua wafu, viwete alitembea, vipofu waliona, vilema kila, lakini walimsema mwisho wa siku, wakisema mwondoe, mwondoe, mwondoe. Wewe umefanya nini zaidi ya Yesu Kristo? Ubatizo ni ufanano. Achana na watu wanasemaje, achana na watu wanafikiriaje. Mweke Mungu, fikiria Mungu anafikiria nini juu yako katika kile ambacho unakifanya au unakisema. Ndugu zangu, Mungu anakuona wewe kama nani? Anakutambua wewe kama nani? kama anakutambua ni mwana mpendwa chiki, achana na watu wanasema nini Watu lazima watasema, wataongea, wataongea, lakini ndani mwako wewe je, unamfanana Yesu Kristo ni mwana mpendwa? Kwa hiyo ubatizo ni ufanano. Tumebatizwa ili tufanane na Yesu Kristo, tufanye yale aliyofanya Yesu Kristo, tuwe na misimamo kama ya Yesu Kristo, tutende kama Yesu Kristo. Tuwe watu wa ukweli kama Yesu Kristo, wahaki kama Yesu Kristo, wapole kama Yesu Kristo, wema kama Yesu Kristo, watendakazi kama Yesu Kristo. Na si jinsi watu wanavyosema. Ubatizo ni ufanano. Yesu alibatizwa ili mimi na wewe tufanane na yeye. Na sisi tunabatizwa ili tufanane na Yesu Kristo tungali watoto. Ubatizo ni mwanzo wa maamuzi. Kuua utu wa kale na kuvaa utu upya, kufunga mlango wa kuzimu na kufungua mlango wa mbingu kwa sakram, kwa sakramenti nyingine, kuacha upagani na kuvaa Ukristo. Ni wakati wa kupata kibali kutoka na kuanza kazi, ndio ubatizo. Kazi yoyote hivi haianzi hivi hivi tu, lazima kuwe na tukio fulani. Ubatizo wa Yesu Kristo ulikuwa ni uamuzi wake wa kuanza safari ya kuelekea Kalvari safari ya msalaba safari ya mateso kifo na ufufuko. Si safari nyepesi. Nasi katika ubatizo tunapewa nguvu ya kumfuata Yesu Kristo, kufanya maamuzi, uamuzi wa kufa na kufufuka pamoja na Yesu Kristo. Tunakiri kusimamia imani, tunapakwa mafuta ya Krisma na kushiriki katika ukuhani, unabii na ufalme wa Yesu Kristo. Tunafanya maamuzi Ukristu si safari nyepesi, ubatizo si lelemama. Ubatizo ni wakati wa kufanya maamuzi, tena maamuzi magumu. Ndio maana katika maisha, usipofanya maamuzi watu wanakushangaa sana. Usipofanya maamuzi katika maisha, maisha yatakwamulia cha kufanya. Lazima uelewe, katika ubatizo wetu tulifanya maamuzi ya kumfuata Yesu Kristo katika njia ambayo ni ngumu. Kuna wakati ukweli uliodhahiri katika maisha lazima kuamua, liwalo na liwe. Haijarishi mbele kuna mwanga au kuna giza, haijarishi utafanikiwa au utashindwa, haijarishi watu watapenda au hawatapenda, haijarishi utalia au utacheka, haijarishi kuna uzima au kuna mauti, haijarishi una uwezo au una uwezo. Kuna wakati katika maisha lazima kufanya maamuzi magumu. Katika ubatizo wetu tulifanya maamuzi magumu. Lazima kuyasimamia maamuzi yetu, lazima kuyakiri na kuyaweka katika vitendo maamuzi. Ukristu wetu unatudai hivyo, lazima tuulinde kwa imani kubwa sana. Ni katika kusimamia maamuzi yetu, ni katika kusimamia ukristu wetu. Watu watasema mwisho, hata kama watapinga, hata kama vita itakuwa ngumu, mwisho wa siku, uamini usiamini, watasema hakika huyu alikuwa padri, hakika huyu alikuwa mkristu Akika huyu alikuwa baba, akika huyu alikuwa mama, akika huyu alikuwa askofu, akika huyu alikuwa kiongozi, akika huyu. Watu hata kuambia sasa hivi watasema baadaye, ukristo wako ukutambulishe hivyo, kuwa na msimamo katika kile ambacho alikisimamia Yesu Kristo. Ukweli utabaki kuwa ukweli, usipotambulikana sasa hivi utambulikana baadaye. Ukweli huwa haufi. Fanya uamuzi wa kusimama kama Mkristo na watu wakutambue kama Mkristo katika chochote kile unachokifanya, ili mwisho ili mwisho Mungu aseme wewe ni mwanangu mpendwa wangu, karibu katika uzima wa milele.